Oh yes, tumetoka kushuhudia vita ya ndugu wawili Manchester Derby. Eh, pwagu na pwaguzi woo, <laughs> ilikuwa vita fulani hivi ya moto kweli kweli, Manchester United wakimkaribisha okay, Manchester City. Mechi imemalizika kwa sare ya bila kufungana, bila bila bilabila, sifuri bin sifuri, nyau nyau. Eh bana, haikuwa mechi rahisi kama unavyofikiria. As you know, Manchester Derby haijawahi kupoa, haijalishi vikosi viko katika hali gani, always derby is derby man. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zilikuwa dakika njema sana kwa Manchester United. Manchester United walipata nafasi nyingi sana katika lango la Man City, lakini wameshindwa kuzitumia na kupelekea dakika 45 za kipindi cha kwanza kumalizika kwa sare ya bila kufungana tukarudi tena kuzishuhudia dakika nyingine 45 za kukamilisha tisini za kucheza, dakika ambazo zilikuwa za moto sana kwa pande zote mbili, mashambulizi hapa na pale kwa pande zote mbili. Manchester United alipata nafasi kadhaa ambazo walishindwa kuzitumia, lakini vilevile kwa upande wa Manchester City walipata nafasi kadhaa, lakini wakashindwa kuzitumia mpaka tisini dakika zinatamatika, Manchester United sifuri Manchester City sifuri. Man of the match katika mechi ya leo ni Andre Onana, golikipa wa Manchester United. Ulikuwa unatarajia matokeo haya katika mechi ya leo kweli? Hebu niambie hapo kwenye comment. Kabla ya mchezo huu zilipigwa mechi nyingine za EPL, English Premier League. Kulikuwa na michezo mitatu, Brentford wakimkaribisha Chelsea, mechi ilimalizika kwa sifuri sifuri. Fulham bila, bila, nyao nyao Tottenham waliibuka na ushindi wa goli tatu kwa moja dhidi ya Southampton. Southampton. Na huu ndio msimamo wa ligi kuu ya nchini Uingereza baada ya mechi za leo. Nafasi ya kwanza wako wale wale vigogo wa siku zote Liverpool ambao wana alama 73 katika michezo 31. Arsenal inafuatia nafasi ya pili ikiwa na alama 62 katika michezo sawa na Liverpool nafasi ya tatu iko Nottingham Forest ikiwa na alama hamsini na saba Chelsea iko nafasi ya nne ikiwa na alama hamsini na tatu. Manchester City iko nafasi ya tano ikiwa na alama hamsini na mbili. Newcastle iko nafasi ya saba ikiwa na alama hamsini. Fulham iko nafasi ya nane na alama zake arobaini na nane. Namba tisa ni Brighton iko na alama arobaini na saba katika michezo thelathini na moja iliyocheza mpaka sasa. Nafasi ya kumi iko Bournemouth ambayo ina alama arobaini na tano. Brentford nafasi ya kumi na mbili wakiwa okay, na alama 42. Manchester United inashikilia nafasi ya 13 ikiwa na alama 38. Tottenham Hotspur iko nafasi ya 14 ikiwa na alama 37. Everton inashikilia nafasi ya 15 ikiwa na alama 35. Nafasi ya 16 wapo West Ham ambao wana alama 35. Nafasi ya 17 iko Wolves ambao ina alama 32. Ipswich wana alama 20 wakiwa na nafasi ya 18. Nafasi ya 19 iko Leicester City ikiwa na okay, alama 17. Kiani iko klabu ya Southampton ambayo ina alama kumi katika michezo 31 iliyocheza mpaka sasa. Mimi naomba niongee na ndugu zangu wawekezaji, vipi, mbungi za leo zimewatoa kweli ndugu zangu? Mana leo kulikuwa na balaa. Liverpool anapoteza nyumbani kwa Fulham. Manchester City wanashindwa kutoa hata jiji kweli. Brentford versus Chelsea. Mambo magumu. Naomba niambie hapo kwenye comment, imekuwaje siku ya leo kazini. Hapa ni super drive you ya Dino know, Television. Endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.